Hakimu mkuu wa Thika Stella Atambo amepata afueni baada ya mahakama kuu kutoa agizo la muda la kumzuia mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuendelea na kesi dhidi yake. Mahakama ilisema kuwa hakuna hatua zinazofuata kuchukua dhidi ya Atambo huku ikisubiri kusikizwa kwa ombi hilo aliwasilisha mnamo Juni mwezi tarehe 30 mwaka huu. Atambo alikamatwa na maafisa wa tume ya EACC Alhamisi iliyopita baada ya shilingi milioni 22 kupatikana nyumbani kwake kufuatia upekuzi. <tose> <tose> Ni afueni kwa hakimu mkuu wa Thika Stella Atambo baada ya jaji Chacha Mwita kusimamisha kesi dhidi yake. Kupitia ombi la dharura Atambo alitaka mahakama kuu kuingilia kati kumwezesha kupinga uhalali wa kesi dhidi yake na jinsi hadhi ya kuidhinisha upekuzi wa makao yake ilivyopatikana na tume ya maadili ya kukabiliana na ufisadi EACC. Kupitia mawakili wake wakiongozwa na Dr. John Kaminwa, Atambo alifahamisha mahakama hivyo kwamba tume ya EACC haina mamlaka ya kumshtaki pasi na kuihusisha ofisi ya mkurugenzi wa idara ya mashtaka ya umma. Jaji Chacha Mwita aliridhia ombi hilo na kutoa amri ya kuzuia upande wa mashtaka kuendelea na kesi hiyo ikisubiri kusikizwa kwa ombi hilo. Huku hayo ya kijiri katika kesi inayohusiana na hiyo, kwenye mahakama nyingine, hakimu Harrison Baraza ameahirisha hadi hapo kesho uamuzi kuhusu iwapo maafisa wa tume ya EACC wanaweza kusikizwa mahakamani. Upande wa utetezi unadai tume ya EACC ilikiuka jukumu lake kwa kuendelea kesi pasi na idhini ya afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma so

Mahakama inatarajiwa kuamua iwapo kanuni za sheria zilifuatwa kabla ya kesi hiyo kuendelea by EACC pretending that they have locus to file an application. they don't have under the law.